Kwa mara ya kwanza katika historia ya Tanzania, vijana wa Kitanzania kwenye mitandao ya kijamii wameamua kuchukua hatua, na hatua waliyochukua haijawahi kuonekana katika historia ya Tanzania yetu. Ninasema haya kama mtu ambaye anafuatilia matukio ya Tanzania takriban kila siku na kuelewa nini kinachoendelea. Hiki kinachofanywa na vijana wa Kitanzania hakijawahi kutokea, na yumkinika ukilinganisha na harakati zilizofanywa na baba wa taifa Mwalimu Nyerere na wenzie wakati wa ukoloni ili kumwondoa mkoloni, ndicho hiki ambacho kinafanywa muda huu na hawa vijana wa Kitanzania. Wengi ni vijana, kwa sababu watumiaji wengi wa mitandao ya kijamii katika Tanzania ni vijana, na population ya Tanzania zaidi ya watu milioni stini, zaidi ya asilimia sabini na tano ni vijana. Kwa hiyo hawa ndio watu wanaotumia zaidi mitandao ya kijamii. Sasa kuna jambo kubwa kabisa ambalo linatokea na linaweza kubadili kila kitu. Sasa kwa kifupi katika makala hii tunaelezea nini kimetokea, kwa nini kimetokea, kinafanyikaje na matokeo yake yanaweza kuwa vipi. Sasa kilichotokea ni kwamba majuzi mwanaharakati maarufu wa Kitanzania anaishi nchini Marekani mwanadada Mange Kimambi almaarufu dada wa Taifa alitoa taarifa kwanza, kwa sababu alianza kwanza kwa kutoa taarifa kwamba amepata taarifa za uhakika kabisa kutoka kwenye mfumo kwamba uh, CCM na serikali yake wametoa mabilioni ya shilingi kuwapatia wasanii wa Bongo Flava, wasanii wa muziki wa kizazi kipya uh, wasanii wa filamu na hawa machawa watu maarufu mainfluencer huko mtandaoni ambao wote kwa, kwa, kwa, kwa, kwa desturi ni watu ambao wako karibu na CCM. Nadhani wengi wenu mmeona juzi hapa katika mkutano mkuu wa CCM. Takriban watu wenu wote maarufu walikuwa wameenda katika huo mkutano lakini jingine ni kwamba katika haya yote yanayoendelea Tanzania ya utekaji na vitu kama hivyo, watu wasiojulikana, hamjawahi kuwasikia siku moja wakifungua mdomo wao. Kwa hiyo, Mange alieleza kwamba serikali na ya CCM imemwaga mabilioni kwa hao uh, wasanii uh, watu maarufu na machawa. Lengo la fedha hiyo ni kuwatoa Watanzania relini hasa kwa sababu jaribio la kuihujumu Chadema, chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema limefeli mpaka muda huu. Jaribio la kwanza lilikuwa kumzuia Mheshimiwa Lisu kuwa mgombea urais wa Tanzania ndani ya Chadema wakati huo. Jaribio hili likafeli baada ya Mheshimiwa Lisu kufahamu taarifa hizo, na akaamua kuwania wenyekiti wa Chadema. Na katika kuwania wenyekiti wa Chadema uh, likafanyika jaribio jingine la kumzuia ambapo mabilioni yalimwagwa kuhakikisha kwa, kwa upande mmoja Mheshimiwa Lissu anashindwa, lakini upande mwingine mpinzani wake Mheshimiwa Freeman Boy anashinda, hawakufanikiwa. Baada ya uchaguzi kuisha wakaibuka na ajenda ya wale G55 ule ni mradi um, uliotengenezwa na mfumo kwa kushirikiana na sisem. Walitarajia kwamba wale G hamsini na tano wangeweza kuivuruga Chadema, mradi ule ukafeli. Baada ya kuona mradi ule ukafeli wakachukua hatua ya kumbambikizia kesi ya uhaini mheshimiwa Tundu Lissu ambayo inaendelea mpaka sasa hivi, lakini kila mwenye uelewa anajua ile kesi ni ya kisiasa na siyo ya kisheria. Na katika kutapatapa kwao, baadaye wakatengeneza huo mradi wa G hamsini na tano kuhamia huko Chauma. Nadhani picha video za hivi siku mbili tatu zilizopo kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha kwamba mradi huu kwa kifupi umefeli, na hawa watu watatumika mpaka wakati wa uchaguzi halafu, stori hiyo, habari zao zitakuwa zimekwisha. Kwa hiyo kutokana na kuonekana kwamba jitihada za kudhibiti Chadema zimeshindikana, ndio ukaja huu mpango wa kuwamwagia fedha. Sio kwamba hawapewi fedha, hawa wasanii mara nyingi sana wanapewa fedha na kwa kiasi kikubwa. Sisi wengine tu hatuna muda wa kufuatilia masuala. Kwa kiasi kikubwa drama nyingi unazoziona kwenye mitandao ya kijamii huwa zinatengenezwa. Kuna fedha zinatolewa. Uh, inatengenezwa drama sijui wamefumaniana sijui msanii kaachwa msanii sijui kaibiwa pete sijui msanii sijui kafunga ndoa sijui kapewa talaka tatu. Haya ni mambo ambayo yanatengenezwa kwa maksudi, ili kuwatoa Watanzania relini, kwa sababu wanaelewa kwamba Watanzania wengi wanapenda masuala kama haya ya ubuyu. Sasa baada ya dada wa taifa Mange Kimambi kueleza kuhusu mpango huo, uh, akaenda mbele zaidi na kufanya kitu cha kijasiri kwa hakika, anastahili pongeza Anaweza kuwa ametofautiana na watu wengi, anaweza kuwa pengine ameongea vitu ambavyo pengine watu wengine hawavipendi, lakini katika hili aa, historia itamuenzi kwa sababu alitangaza juzi hapa kwamba kwa miezi mitano ijayo, yani mpaka wakati wa uchaguzi huko, ataacha kuposti habari za ubuyu, yani umbea, na badala yake atajikita katika habari zinazosaidia Watanzania kujikomboa kutoka katika majanga kama haya ya utekaji, ubakaji, ulawiti na vitu kama hivyo. Kwa hiyo akasema katika mia, mia, miezi mitano ijayo hato posti umbea, lakini atawekeza jitihada zake katika masuala haya ya muhimu ya kuwakomboa Tanzania. Na kwa nini hili ni swala kijasiri? Yeye mwenyewe Mange ameshawahi kueleza mara kadhaa kwamba api yake, maana anatumia app, lakini pia akaunti zake ya mitandao ya kijamii huwa naposti hizo habari za umbea na amesema kwamba zinamuingizia fedha nyingi sana takriban kila siku. Kwa hiyo kuamua kuacha miezi mitano ili tu kuwatumikia Watanzania kwa hakika ni kitu ambacho hata kama uafikiani naye inabidi umpongeze huyu dada, ni shujaa, na historia itamweza. Lakini pia Mange anakuwa Mtanzania wa kwanza kuichangia uh, Chadema jumla ya shilingi milioni nane mpaka sasa hivi, kwa sababu kampeni ya no reforms no election ilipoanza alitoa shilingi milioni tatu, alichangia shilingi milioni tatu. Lakini juzi amesema na kuhamasisha kwamba anaendelea kuwahamasisha watanzania waichangie na yeye, katika kuonyesha mfano akatoa shilingi milioni tano. Kwa hiyo jumla ni shilingi milioni. Kwa hiyo ni mtanzania pekee ambaye ametoa idadi kubwa zaidi ya fedha kuichangia Chadema, na Chadema watambue kwamba wana deni kubwa kwa watanzania kutokana na hili. Uh, watu wanavyojitoa muhanga kwa ajili ya kuhakikisha kwamba chama hiki kinasimama imara, hasa baada ya kukatiwa ruzuku na hizi um, of course, wa Watanzania wengi wanajitokeza kuchangia kiasi kidogo kwenye kampeni ya tone tone, lakini Mange amefanya kitu kikubwa sana. Kwa hiyo alitangaza kuwa anaacha habari za umbea na sasa anajikita katika habari za ukombozi wa pili wa Tanzania. Akaenda mbali zaidi na kutoa wito. Akatoa wito kwamba hawa watu maarufu iwe ni machawa iwe ni hawa wasanii wa Bongo Flava, Bongo Movie na wengineo ambao siku zote wako na CCM, mmeona juzi kwenye mkutano mkuu wa CCM wamejezana huko. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo mnaweza kufanya kukabiliana nao, kila wakati wakiweka posti zao za ovyo ovyo zisizogusa maslahi yenu, inatakiwa mcomment pale chini no reforms no election. na kwa hakika kwenye mitandao ya kijamii kuna waka moto, kwenye mitandao ya kijamii kuna waka moto. Msanii msa mmoja maarufu kabisa aliweka posti yake hizo hizo za ovyo ovyo, ah, watu wakamvamia, no reforms no election, no reforms no election, comment zimejaa no. Hatua ya kwanza ikabidi afunge comments, ambayo si kawaida yake, kwa sababu anapenda publicity na vitu kama hivyo, lakini watu wakaendelea, sio watu wamemtumia ma DM si na nini, baadaye akalazimika kufuta posti hiyo aliyoweka kwenye mitandao ya kijamii. Kabla ya hapo, kuna mwingine maarufu kwa kuoa na kuacha akaweka post uh, na screenshot ya mawasiliano kati ya yeye yani, eh, na mtalaka wake, ikabidi e. Lakini kubwa zaidi, msanii kutoka Nigeria, anaitwa Chella, um, ameku, anakuja Tanzania kwa ziara. Sasa alipost Uh, wakati yuko nadhani Kia amefika uwanja wa ndege wa Kilimanjaro, wakati anaelekea Dar, kwamba kuwauliza wapenzi wake, mnaweza kuhisia niko nchi gani naenda kutumbuiza? Basi ile comment section kwenye akaunti yake ya Instagram ni no reforms no election, no reforms no election, no reforms no election, zimejazana mpaka ikabidi aulize, akaweka posti ya kuuliza, jamani, nini kinaendelea? Mbona nimeweka post kuambia naenda kutere, naona tu comment ya no reform. Mimi sio mwanasiasa, naomba jamani jama mnielewe. Yaani unaona kabisa kama mtu ameelemewa lakini hali ni mbaya. Na blogger mmoja maarufu uh, maarufu kabisa ambaye kwa kweli kwa kiasi kikubwa amekuwa ni kama loud speaker ya haya maovu yote, yani yeye ni loud speaker wa kutoeleza maovu. Huwezi kusikia kiripoti kuhusu habari za watu kutekwa au kuripoti habari za watu au waliobakwa au walawitiwa na vitu kama hivyo, yeye ni mpambe, um, yani kama chombo cha habari cha watawala mpaka. Muda huu amepoteza followers laki tatu kwa mujibu wa takwimu zilizopatikana hapo jana. Pengine kufikia leo amefikia kupoteza followers laki tano. Sasa hii movement inaweza kuonekana ndogo, kwani ukimu, ukimwanfollow mtu ina inaathiri nini? Au ki, uki, uki comment, no reforms, no election, kwenye ukurasa wake. Hawa ni watu ambao hawajui mitandao ya kijamii inafanya kazi namna gani. Mitandao ya kijamii ina athari za kisaikolojia. Ndio maana sisi wengine ambao okay, mtu akifanya upuuzi tunamblock. Ina, ina ina impact fulani. Kuwa blocked kwenye mitandao ya kijamii una impact fulani. Unaelewa? Iwe ni kwa uonevu, iwe ni kihalali, kwa sababu maisha yetu sasa hivi, maisha kwenye mitandao ya kijamii yanaakisi maisha yetu halisi. Ni kama vile unataka una mtu unafahamiana naye unataka kumtembelea kufungie mlango, Inakuathiri kwa namna fulani, au mtu ambaye ulikuwa unaongea kila siku all the sudden aache kuongea na wewe. Ndio inavyotokea kwenye mitandao ya kijamii. Sasa unapoleta habari kwamba labda umezoea kuleta habari za porojo za mpira, halafu mtu akaanza kuhubiri habari za dini au akahubiri habari za siasa, ah, inafika sehemu unakuwa unachanganyikiwa. Yani kwamba labda mie ni yani, kama juzi hapa, rais mstaafu Jakaya Kikwete akasema kwamba viongozi wa dini wanyenyepaliwe kwa kuchanganya dini na siasa na vitu kama hivyo, ili hali watu wanatokea kunyenyepaliwa ni hawa wanaoteka watu, hawa wanaolawiti watu, hawa wanaobaka watu na wengine ambao wanatakiwa kunyanyapaliwa ni hawa vijana wa ovyo, hawa machawa ambao wanajifanya hawajui matatizo ya Watanzania, hawajui kama watu wanatekwa, hawajui kama watu wanalawitiwa, hawajui kama watu wanalawitiwa wanabakwa, lakini hawajawahi kufungua midomo yao. Ni sio hukumu huyo superstar ambaye wewe unamfuatilia kila siku, haukosekani kwenye peji yake, haukosekani comment kwenye peji yake. Lini ulimuona anazungumzia tatizo la watu wasiojulikana? Lini amesimama na familia zinazoomboleza baada ya ndugu zao kupotea? Hata mara moja hiyo ikutokea. Halafu nitumie fursa hii nasio, kaa najipigia debe kwa kweli, natusikitisha sisi wengine ambao tumeingia katika matatizo, tumenusurika kuuawa na majanga mbalimbali kwa sababu tu tumeamua kuwa sauti ya wasio na sauti. Tumekuwa sauti yenu nyinyi, lakini ukija kwenye akaunti zetu za mitandao ya kijamii, watu wengi wanazikwepa hata kufollow, watu wanaogopa kukufollow. Sasa so, unaogopaje kumfollow mtu ambaye anakupigia, anapiga kelele kwa ajili yako, mtu ambaye anapata matatizo kwa ajili yako, lakini upo na mtu ambaye anakusaliti, hajawahi kufungua mdomo kwa ajili yako, hajawahi kukemea maovu, inafanya kwa ajili yako huko. Kwa kweli ni jambo lisilopendeza, lakini huu sio wakati wa kulaumiana. Huu ni wakati mwafaka ambao kwa hakika unaweza kufanya mabadiliko, na mabadiliko haya ni kuwaunga mkono wale wanaopigania haki zako, kama anavyofanya Mange hivi alivyojitolea mhanga kaichangia ka, Chadema, na sisi wengine tutakuja kuchanga kuunga mkono hizi harakati. Lakini pia ametoa mwongozo ambao kwa kwa kweli umeamsha mwamko mpya, na kwa hakika viongozi huko CCM, akili zenu jamani, hii movement inaweza kuleta mabadiliko. Amemfungia Lissu, lakini limeibuka jingine. Wakati huo huo amejaribu kumfungia Askofu Gwajima, uh, na kanisa lake, lakini mengine yanaibuka. Kwa hiyo naomba tutumie fursa hii kusapotiana, muwasapoti watu ambao wanapaza sauti kwa ajili yenu. Um, kwa hiyo nilitaka tu kuwajulisha kuhusu hiki kinachoendelea, na nitaendelea kufuatilia na kuwapa mrejesho zaidi kuhusiana na hili. Karibu kwenye komenti na kutakia wikendi njema. Asante na kwaheri.